Jambo la kwanza ni mechi ya kwanza, inaenda inaweza kuhozesha waamuzi wa nje katika ligi yetu ya kwa na je, ambao stakeholders walishirikishwa kwa maana yetuaa uamuzi sasa, kwa kanuni hazielezi. Na waamuzi wa kiporo cha jana kinahusisha mazoezi kwa mujibu wa kanuni. Uh, klabu mgeni anaruhusiwa anaruhusiwa.